Karibu kwenye Golden Dream Afya Tips. Tunafurahi kuwa nawe leo. Leo tutazungumzia umuhimu wa kliniki kwa mama mjamzito. Kliniki ni sehemu muhimu sana kwa afya ya mama na mtoto. Afya ya mama na mtoto ni muhimu sana. Kwa kuhudhuria kliniki mara kwa mara, mama anapata nafasi ya kufuatilia maendeleo ya ujauzito wake. Kliniki zipo kukusaidia kuwa na ujauzito salama na kujifungua mtoto mwenye afya. Hapa utapata huduma bora kutoka kwa wataalamu wa afya. Ni muhimu sana kuhudhuria kliniki mara kwa mara wakati wa ujauzito. Hii itakusaidia kugundua mapema matatizo yoyote yanayoweza kutokea. Utapata ushauri na matibabu kutoka kwa wataalamu wa afya. Wataalamu hawa wana uzoefu na ujuzi wa kukusaidia katika safari yako ya ujauzito. Wataalamu hawa wako tayari kukusaidia. Wanatoa huduma mbalimbali kama vile vipimo, ushauri wa lishe na mazoezi yanayofaa kwa mama mjamzito. Katika kipindi hiki cha maisha yako, tunajali afya yako na ya mtoto. Ni muhimu pia kushirikiana na mwenzi wako katika safari hii. Endelea kusoma ili upate maarifa zaidi kuhusu umuhimu wa kliniki. Karibu sana. Tunakutakia ujauzito wenye afya na furaha. Kliniki ni muhimu sana kwa mama mjamzito. Kwanza, utapata uchunguzi wa mara kwa mara. Madaktari na wauguzi watafuatilia afya yako. Pili, kliniki hutoa chanjo muhimu. Chanjo hizi zinalinda wewe na mtoto wako kutokana na magonjwa. Tatu, kliniki hutoa ushauri wa lishe. Utajifunza kuhusu vyakula bora kwa afya yako na ya mtoto. Mwishowe, kliniki ni mahali pa kuuliza maswali. Usiwe na aibu kuuliza chochote kinachokusumbua. Kliniki hutoa huduma nyingi muhimu kwa mama mjamzito. Huduma hizi ni muhimu kwa afya ya mama na mtoto wake. Kila mama mjamzito anapaswa kutembelea kliniki mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa ujauzito wake unaendelea vizuri. Utapata vipimo vya damu na mkojo. Vipimo hivi ni muhimu kwa sababu vinaweza kugundua matatizo kama vile anemia au maambukizi ya njia ya mkojo ambayo yanaweza kuathiri afya ya mama na mtoto. Vipimo hivi husaidia kutambua matatizo yoyote ya kiafya mapema. Matokeo ya vipimo yanaweza kusaidia madaktari kutoa matibabu sahihi na kwa wakati unaofaa, hivyo kupunguza hatari kwa mama na mtoto. Pia Utapata ushauri kuhusu lishe bora. Lishe bora ni muhimu kwa ukuaji wa mtoto na afya ya mama. Utajifunza jinsi ya kula vyakula vyenye virutubisho muhimu kama vile vitamini na madini. Utajifunza kuhusu vyakula vinavyopaswa kula na kuepuka. Kwa mfano, utashauriwa kula matunda na mboga mboga nyingi na kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi na sukari. Kliniki pia hutoa chanjo muhimu kama